Ni ya natural twist na nataka leo tusuke coco twist. Mimi ni Farida Othman. Chukua rasta yako igawanye kati kwa kati kama hivi, utakata kwa kutumia mkasi. Umeona nilichokifanya? Alafu twende kwenye nywele ya mteja, gawa kibutu uh, cha njia tatu kama hivi ambavyo unaona. Alafu chukua ile rasta ambayo umeikata ume kati kwa kati, tutakwenda kuongezea hivi hivi utasuka mara ya kwanza, mara ya pili kama ambavyo huwa tunaongezea kwenye knotless. Tofauti hapa kwamba tunatumia rasi ya natural twist, lakini pia aa, tunapoenda kuongezea basi, hakikisha unapoisuka nywele yako upande wa chini ikaze vizuri, lakini kadri tunavyoenda tutaenda huku tukiwa tunalegeza. saa sawa tutaendelea kuongezea rasta yetu kama hivi ambavyo unaona, tutaongeza rasta, utasuka mara ya kwanza, mara ya pili, baada hapo tutakwenda nywele yetu tutaegaa mara mbili, alafu ile nywele ya mteja uh, itaingia ndani ya ile rasta, alafu tutaanza ku twist, utatwist kama hivi sawa, sawa. Tunaelewana, tunatwist kutoka kulia kushoto, wakati na twist nywele yangu kwa kuwa tunahitaji nywele ambayo itakuwa ni ndefu kidogo, tutakwenda tena kuongezea rasta yetu. Naomba nikukumbushe twist ukiwa umerelax. Kuna wale ambao mtahitaji kujiunga kwenye magrupu yetu, hakikisha umeingia YouTube. Gusa tafuta Farida Othman, gusa button iliyoandikwa subscribe kama hivi ambavyo unaona kwenye screen. Gusa alama ya kengele. Nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona hapo kwenye WhatsApp. Tutakuunga kwenye magrupu yetu. Kwa wale ambao mnahitaji mafunzo ya live, karibuni sana chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegetanyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunapokea mwanafunzi ambaye hajui kabisa, tunapokea wale ambao tayari mna idea, tunapokea wale ambao mnahitaji kuongeza ujuzi. Mafunzo na huduma zetu sisi ni za uhakika, sawa sawa. Baada ya kusuka nywele yangu, nitaenda kuitwisti kuanzia chini kuja upande wa juu. Hakikisha size zote zikawa fupi. Zaidi ya hapo, vyote tu vinawezekana. Ada zetu kuanzia laki tatu mpaka laki sita. Wanafunzi ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo, ni laki moja kwa mwezi. Maelezo zaidi, namba zipo kwenye screen. Final touch yangu ni kama hii. Unaweza ukaibana, ukaiachilia. Asante, na endelea kujifunza nasi, kwa herini. Bye bye.